Hapa kuna mawazo ya aina mbili. Kuna wanaotaka soko la asili libaki kama asili na kuna wanaotaka mambo mapya, soko jipya, lakini na vituo vya mabasi. Mimi nasema yote mawili yanawezekana, tuliimarishe soko letu la asili, libaki kwenye hadhi ya ukale na uendelee utalii, pamoja na hiyo taasisi yetu ya dini hapo lakini vile vile yule aliyesema kwamba kuna baadhi ya nyumba ambazo zimechoka kongwe, tuziondoe tuwalipe fidia, lakini tujenge kitu cha maana ili watu wengi zaidi waweze kufanya biashara. Kwa hivyo tumelipokea hili na kwa kweli nime nitahakikisha kwamba huu uasili unabaki katika uasili wake. Kuhusu kodi kwamba kodi iko kubwa, wamezungumza hapa, kuna kodi za bandari na kodi hizi ambazo mnatozwa katika maeneo ya biashara, serikali itaziangalia kodi hizi na tutafanya utaratibu kuweza kumwezesha mfanyabiashara aweze kulipa kodi chache kadri itakavyowezekana. Na nikisema chache, maana yake kusiwe na misururu ya kodi. Kodi kama ni bandarini iwe moja, na hapa mnaofanya biashara iwe moja na hapa kwenye biashara tunasema kodi ichanganywe, kwa maana kuwe kuna ile kodi ndogo ya, ya kibaraza ulichokuwa nacho, lakini kuwe kuna pesa ya kufanya usafi ili maeneo yetu haya yabaki katika mazingira mazuri kiusafi. Tuna matumaini makubwa na kuitumia bandari hii ili kuwarahisishia wananchi wa hapa Pemba kuweza kupata bidhaa kwa bei nafuu kama wenzetu wa Unguja na sehemu nyinginezo Zanzibar. Kina mama, tuna mengi ya kusema lakini muda hamna. Tunakuomba mama, baba mitano tena pia utupeepesi katika soko letu la Chakechake, hilo mheshimiwa tunakuomba sana utufanyie kila niheri na sisi na tunakuambia mheshimiwa, umekuja kwetu kutuomba kura, kwamba kama tulivyokuambia ulipokuja mara ya mwanzo kwamba kura tunakupa na wala usiwe na wasiwasi nataka uingie tena madarakani uje utuzidishie haya mazuri uliotuahidi, uliotua ni hayo tum